Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Saint Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 13, kipindi cha kawaida, mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 19 aya ya 15 hadi aya ya 29 na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Matayo sura ya nane aya ya ishirini na tatu hadi ishirini na saba. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Matayo. Yesu alipanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema Huyu ni mtu wa namna gani, hata pepo na bahari za mtii? Neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Wapendwa katika Kristo, mwezi huu wa saba ni mwezi wa Damu Azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mwezi wa kipekee katika Kanisa Katoliki, ukiwa na lengo la kuangazia umuhimu wa damu ya Kristo katika wokovu wa mwanadamu Mwezi huu umeanzishwa ili kutusaidia sisi waamini kutafakari juu ya dhabihu ya Yesu na jinsi damu yake inavyoweza kuleta ukombozi. Mwezi wa damu azizi ulianzishwa na Papa Pius wa tisa mnamo mwaka 1849 Papa Pius wa tisa Alisisitiza haja ya kuwa na wakati maalumu wa kuomba na kujitafakari kuhusu damu ya Kristo ambayo ni alama ya upendo wake Kristo na ukombozi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia mwezi huu wa saba ni mwezi muhimu kwa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo ambapo Padri John Merlin aliyezaliwa katika mazingira ya kidini. Akiwa na moyo wa kujitolea kwa ajili ya huduma ya Mungu aliweza kuona mahitaji makubwa ya kiroho katika jamii yake, na lengo lake lilikuwa kueneza Injili na kusaidia watu kuelewa umuhimu wa damu ya Kristo katika maisha yao. Shirika hili lilikuwa na dhamira ya kuhamasisha waamini kuishi kwa imani na kuungana na Kristo kupitia damu yake. Katika juhudi zake za kueneza ujumbe wa damu azizi, Padri John Merlin alifanya kazi kwa karibu na viongozi wa kanisa ikiwemo Papa Pius wa tisa. Aliweza kufikisha ujumbe wa umuhimu wa damu ya Kristo kwa Papa wa wakati huo ambaye ni Papa Pius wa tisa ambaye alikuwa na mtazamo wa kutaka kuimarisha imani ya waamini. Padri John Merlin alieleza jinsi damu azizi ilivyo na nguvu ya kuleta ukombozi na amani katika maisha ya watu. Baada ya Papa Pius wa tisa kutangaza tarehe moja mwezi wa saba ya kila mwaka kuwa ni mwezi maalum kwa ajili ya damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sherehe hii kuanzishwa mwezi huu. Ulianza kuadhimishwa rasmi katika kanisa. Waamini walihamasishwa kushiriki katika ibada maalum, maombi na tafakari. Katika kipindi hiki waamini wanaweza kushiriki katika sakramenti ya Ekaristi, wakitafakari juu ya maana ya damu ya Kristo katika maisha yao. Tuangalie umuhimu wa mwezi huu wa damu takatifu ya Yesu Kristo. Mwezi wa damu azizi umekuwa na umuhimu mkubwa katika maisha ya kiroho ya waamini. Ni wakati wa kujitafakari kuhusu dhambi na toba na pia ni fursa ya kuimarisha uhusiano wetu na Mungu kupitia maombi. Waamini wanakumbushwa kwamba damu ya Kristo inatoa neema ya nguvu ya kushinda vikwazo vya maisha. Wapendwa katika Kristo, katika injili ya Mathayo sura ya 8 tunapata hadithi ya Yesu akitenda miujiza wakati wa dhoruba. Hadithi hii inatufundisha mengi kuhusu imani, hofu na jinsi tunavyopaswa kumtegemea Mungu katika nyakati zote. Katika mwezi wa saba tunakumbushwa damu azizi ya bwana wetu Yesu Kristo, ambayo inatukumbusha nguvu, upendo na ukombozi wa Kristo. Kuna mambo matatu tunajifunza katika Injili ya leo. Jambo la kwanza, mwito wa imani. Yesu walipoingia kwenye chombo, wanafunzi walimfuata, kwenda naye pamoja. Hii inatufundisha kwamba ni muhimu kumkaribisha Yesu katika maisha yetu. Kama wanafunzi, tunapaswa kuwa tayari kuingia katika safari ya imani. Katika mwezi wa damu azizi tunakumbushwa kwamba damu ya Kristo inatufanya tuwe na uhusiano wa karibu zaidi na Mungu. Ina maana kuwa tunapomkaribisha Yesu tunapata nguvu ya kushinda vikwazo vyetu. Kila siku lazima tujiulize, je, tunamruhusu Yesu kuongoza maisha yetu? Jambo la pili, dhuruba na hofu kukabiliana na changamoto. Wakati dhoruba ilipokuja, wanafunzi walijawa na hofu. Katika maisha yetu, tunakutana na changamoto nyingi ambazo zinaweza kutuathiri. Dhoruba hizi zinaweza kuwa magonjwa, vita, mafuriko, matatizo ya kifedha au changamoto binafsi. Wengine tunapopatwa na majanga haya tunakimbilia ulimwengu wa giza na kumwacha Mwenyezi Mungu muumba wa vitu vyote duniani na mbinguni, na kusahau kuwa yeye ana uwezo kutatua changamoto zetu. Katika Biblia, Ayubu alipata changamoto nyingi sana katika maisha yake. Alijaribiwa na Shetani lakini hakukata tamaa wala hakumkufuru Mwenyezi Mungu, bali aliweka tumaini lake kwa Mungu. Tunapojisikia kupotea ni muhimu kukumbuka kwamba Yesu yupo nasi daima. Damu azizi ya Kristo inatukumbusha kwamba amekufa kwa ajili yetu ili kutufungua kutoka kwa hofu na majaribu ya adui mwovu Shetani. Wakati tunapokabiliwa na matatizo, tunaweza kumuomba Yesu atuwezeshe kupata amani na furaha ya moyo. Jambo la tatu, utulivu. Yesu alikemea dhoruba na kuleta utulivu. Hii inatufundisha kwamba katika nyakati za shida, tunaweza kuomba na kutarajia amani. Tunaalikwa kuwa tukiwa tunaomba au tunasali, tukae sehemu ya utulivu au faragha, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyokuwa anasali kwa faragha kabla ya kuwachagua mitume wake. Damu azizi inatupa matumaini ya kwamba Mungu anaweza kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Katika mwezi huu wa saba tunapaswa kutafakari juu ya umuhimu wa damu ya Kristo na jinsi inavyotuwezesha kuishi kwa imani. Imani yetu inakuwa thabiti Tunapokumbuka kwamba Kristo aliteseka kwa ajili yetu, na hivyo tunapata ujasiri wa kukabiliana na dhoruba zetu na changamoto zetu za kimaisha. Hivyo licha ya dhoruba za maisha, Yesu yuko nasi ili kutupeleka kwenye utulivu. Katika mwezi huu wa damu azizi tunakumbushwa kwamba damu ya Kristo ni chanzo chetu cha nguvu na faraja. Tunahitaji kumkaribisha Yesu katika maisha yetu kukabiliana na hofu zetu na kutafuta amani kupitia damu yake. Kwa kufanya hivi tutaweza kuishi maisha yenye maana na imani katika Mungu. Na pia ni wito wetu sote na ujasiri wa kuhamasisha wengine na kueneza ujumbe wa upendo wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo kwamba kupitia imani tunaweza kushinda vikwazo vyote. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyokuletea tafakari hii ni mimi Frateri John Melita wa Shirika la Wamisionari wa Damu Takatifu ya Yesu kutoka Seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo. Kola Morogoro, Tukuzwe damu ya Kristo.